Kwa kweli tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele. Changamoto haziishi, tunaendelea kupambana nazo, lakini kikubwa tuna, tuna, tuna waahidi wazazi pamoja na jamii kwamba tutaendelea kusimamia misingi bora ya elimu, tutaendelea kutoa elimu bora na sisi tutahakikisha kwamba kila mwanafunzi anayetoka Glory to God, huko anapokwenda anakuwa barua ya kusomeka. Tunawasaidia kuwajenga katika imani, kila mmoja na imani yake wanasema changamoto nyingi ni sababu ya wazazi. Wanapopata changamoto ya ndoa zetu, naomba tusiwe sababu ya mtoto kumkatisha elimu yake. Tofauti zetu ziendelee kama tunafanya chochote, lakini neno shule tuendelee kusisitiza, watoto wetu waendelee na masomo yao. Ndio hazina yetu, ndio taifa letu, na ndiyo serikali yetu ya kesho. Humu tutakuwa na ma CDF, tutakuwa na majp, tutakuwa na wakuu wa shule. Ndio maana waligusa kila sehemu wakati wanaonesha vitu vyao. Mafanikio mengine ni uwezo mkubwa wa kitaaluma tuliopata hapa shuleni, kwani tuna walimu bora, wanajituma na kujitoa bila kuchoka, na kwa hili tumejiridhisha katika mitihani mbalimbali, mbali na majaribio ya kiwilaya, kimkoa, kikanda na mitihani ya ki